Siku moja Sungura akiwa anatembea kando ya mti wa mkuyu, aliona mzinga wa nyuki umeanguka chini. Aya, ndani yake kulikuwa na asali tamu iliyonuka hadi mbali. Macho yake yakang'aa kama jua la mchana, akasema, hii ni bahati ya mwaka, ila ni kila peke yangu, nitavamiwa na nyuki wakirudi. Ngoja nimtese kidogo fisi. Akamkimbilia fisi na kumwambia e, kaka fisi, nimepata asali tamu kama ndizi za shingo la mbwa nenda kachote, lakini kumbuka usipige kelele na usiende na mdomo wazi. Fisi alifurahi kupita kiasi, alikimbia bila kuuliza maswali. Alipofika pale, akaona mzinga umetulia, hakuna nyuki, asali kibao. Akasema kwa sauti kubwa, ehe, leo ni leo. Hii si asali tu, hii ni zawadi ya mababu. Akaanza kujilamba mdomo, akachota kwa makucha, akaendelea kula hadi tumbo likaanza kugugumia. Lakini alichosahau ni kwamba nyuki walikuwa kwenye kikao cha dharura mti jirani Waliposikia sauti ya mhalifu anayekula bila idhini, walirudi kwa hasira ziz, wakamvaa fisi kama radi. Akakimbia huku analia, aihi, msameheni, mtu mzima sitarudia, nguvu yangu haina maana hapa. Sungura aliyekuwa akajificha mlimani alitoka akiwa anacheka sana, nilikuambia usipige kelele. Baada ya siku tatu fisi akawa na uso uliovimba kama komamanga. Tangu siku hiyo alikubali kwamba tamaa na pupa ni maadui wa mwenye busara.